Habari za saizi ndugu mtazamaji, popote ulipo, ninaitwa Diocresia Ruiza. Karibuni tena kwenye mazungumzo yetu kuhusiana na masuala ya fedha ah, mahususi kwa walimu. Ninasema mahususi kwa walimu kwa sababu mimi mwenyewe ni mwalimu, na nimeona kuna tatizo kubwa sana katika idara hii ya elimu, hasa walimu tumekuwa na tatizo ambalo linatukabili, ni kwa muda mrefu, kutoka kizazi hadi kizazi. Lakini kwa neema ya Mungu tumepata kibali cha kugundua kwamba hili tatizo lina suluhisho. Tatizo lenyewe ni mzigo wa madeni kwa walimu. Walimu wengi tumekuwa na madeni ambayo tunaweza tukasema kwa uwazi, ni madeni ambayo hayalipiki tena tumekuwa hatuwazi kitu chochote ambacho kinaweza kikatatua maisha yetu bila kuwaza madeni. Kwa baada ya kuona hii shida kwa walimu wengi ambao nimekutana nao, nimeongea nao, ni mwaka wa ishirini sasa kazini almost, shida ya madeni ni kubwa, watu wanakopa wanakopa tena, wanakopa tena nikiwa na maana, si kwamba wanamaliza yale madeni, bali anakopa kabla hajamaliza lile deni, anaenda kuweka mkopo juu ya mkopo, wanaita top up. Kwa hiyo unakuta mwalimu kila siku yuko kwenye huo mduara huo mzunguko wa kuchukua madeni na kujiweka katika wakati ambao unamfanya mwalimu anachanganyikiwa, mwalimu anakuwa na msongo wa mawazo mwalimu anakuwa hauwezi kufanya maamuzi sahihi kwa sababu hana taarifa sahihi. Kwa kutokana na shida hii ambayo nimeiona kwa walimu, ambayo pia mimi ninayezungumza na wewe, nilipita katika hiyo shida ya kudhani ninaweza kubadilisha maisha yangu kwa kukopa, ninaweza kutatua matatizo yangu kwa kukopa, lakini mwisho wa siku nilijikuta katika dimbwi kubwa la madeni ambalo linakufanya sasa huwezi kutazama dunia kwa rangi ambayo watu wengine wanaiona. Kutokana na changamoto hiyo niliyopitia na mateso na maumivu na msongo wa mawazo mimi binafsi na kwa baadhi ya walimu niliyopata nafasi ya kuongea nao, hili limekuwa ni tatizo kubwa ambalo lisipochukuliwa hatua mapema kwanza, litaleta shida kwenye afya za walimu. Nikisema afya za walimu, sizungumzii ule mwonekano wako kwamba we ni mnene au ni mwembamba, nazungumzia afya ya akili, kwa sababu kama akili zetu haziko sawa kama walimu, hata utendaji wetu wa kazi hautakuwa sawa. Kama walimu utendaji wetu hauko sawa, naomba upate picha ya yule mtoto ambaye mzazi ametuamini kumwangalia Ata, ata, atatoka na nini? Kwa ndio maana tumekuta walimu wengine, tuna hasira kali kazini, tuna wivu, tuna chuki, tuna maneno mengi ambayo kwa kweli yanatupelekea kushindwa kutimiza wajibu wetu. Sisemi tu ni madeni peke yake yamepelekea kutokutimiza kutimiza wajibu, ni mambo mengi sana Mambo mengine yako upande wetu, lakini mambo mengine yako kwa serikali, mambo mengine yako kwa viongozi wetu. Lakini mimi leo niko hapa kuzungumzia kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wetu kama walimu, kitu ambacho ninaweza kukikontrol. Siwezi kuikontrol serikali, siwezi kumkontrol mkuu wangu wa shule, lakini ninaweza kukontrol fedha zangu, ninaweza kukontrol akili yangu na mawazo yangu, ninaweza kukontrol mtazamo wangu juu ya maisha yangu na fedha zangu. Kwa hiyo kutokana na tatizo hili ambalo imekuwa ni gumu sana kwa walimu wengi kukiri hadharani kwamba kweli mimi madeni amenisidia. Kweli mimi madeni yananiumiza, kweli mimi madeni amenifanya nishinde kufanya kazi. Ni baadhi ambao wanaweza wakasimama hadharani na kukiri, lakini mimi kwa wale niliyoongea nao wamekiri kwamba madeni yamekuwa mzigo. Na baada ya kuona hiyo shida, nimekuja na njia ambayo ilinisaidia mimi. Nilihakikisha ninapata elimu ya fedha, na katika elimu ya fedha hiyo imenisaidia kujiepusha kumaliza kwanza madeni niliyokuwa nayo, mzigo wa madeni niliyokuwa nao, lakini pia kuhakikisha ninajiepusha na madeni kuhakikisha ninajua kusimamia fedha zangu, kuhakikisha ninajipanga na ninaandika malengo yangu, pia kuhakikisha ninasaidia wengine, na pia ninaepuka kukaa kwenye mazingira ambayo yatanipelekea kurudi nilikotoka. Kwa wale wa Kristo tunasema haturudi tena Misri. Mimi sitarudi tena Misri naelekea Kanani, na si kwamba naelekea kwa hatua hii niliyofikia, nimefika Kanani. Kwa hiyo ninakuomba wewe mwalimu ambaye unatizama video hii, hakikisha unachukua hatua kwenye maisha yako. Nifuatilie katika video zinazofuata ili nikupeleke hatua kwa hatua kwenye njia nilizopita kuhakikisha ninamaliza ule mzigo wa madeni uliokuwa juu ya kichwa changu, juu ya mabega yangu, kuhakikisha ninapata elimu ya fedha ambayo ilinisaidia kuona namna gani namaliza yale madeni, lakini pia kuhakikisha ninasimamia fedha zangu vizuri, lakini pia kuwa na malengo yangu ambayo nilihakikisha nitayasimamia kwa nidhamu na kwa bidii na kuhakikisha ninajiepusha na mtu au kitu chochote ambacho kinahusiana na mikopo. Kwa hiyo nimehakikisha kwamba kama kitu siwezi kukilipia kwa keshi, basi hicho kitu sikihitaji. Ninatarajia tutaonana tena kwenye video nyingine inayofuata kuhusiana na hatua hizi na masuala haya ya madeni kwa walimu katika hatua hizo. Pia usisahau tunaandaa madarasa ambayo tutafundisha online masaa mawili kwa wiki kwa wiki nane. Kila mmoja atapata nafasi ya kujadili, kujitambua kuhusiana na tabia yake kuhusu fedha, mahusiano yake na fedha, namna ya kusimamia fedha, namna ya kulipa madeni, namna ya kuepuka madeni, namna ya kujiandaa na majanga yasiyotarajiwa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Mungu awabariki. Tuonane wakati mwingine. Asanteni.